Wote hapa tulipo ni wadau wa barabara, na kama sote ni wadau wa barabara, tunatumia hii barabara, ni lazima tukumbushwe kielimu hili yale madhara yanayoweza kutokea, kwa sababu sote tunatumia barabara hizi, yaendelee kuwa kidogo. Na niwaambie ukitizama hata kwenye taarifa zetu sisi kitakwimu, eneo ambalo linaongoza kwa watu kupoteza maisha ni maeneo ya yanayohusu ya matumizi ya nini ya barabara. Nikiwa na maana gani? Ajali, ajali za barabarani. Tembea kwa mguu, anakupitia boda, anakugonga matembea kwa miguu na kupitia mwendesha baisikeli anamgonga, unaweza kupoteza maisha. Ajali za magari, ajali zinazosababishwa na madereva wazembe, ajali pia zinazosababishwa na watembea kwa miguu ambao pia ni wazembe. Si wapo? Si mnakutana nao pia? Wengi sana pia. Sasa ukitizama katika maeneo ambayo yanaongeza watu kupoteza maisha au kupata majeraha kimwili ni eneo hili la makundi yanayotumia barabara. Tukiongea jambo la usalama wa barabarani wa raia na mali zao, sisi tunaamini nyiwe mnatuelewa vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kundi la maafisa ya usafirishaji, mimi navyofahamu, kwa takwimu nilizo nazo, najua wako wasomi, wako wasomi wa kiwango cha darasa la saba, si ndio? Si ndio jamani? wapo wasomi wa kiwango cha form 4 ninafahamu. Wapo wasomi wa kiwango cha kidato cha sita ninafahamu. Kuna wasomi wa kiwango cha diploma mpaka degree, au nakosea? Kama niko sahihi, ifike wakati sasa tuache kuzungumza tena jambo la kuvaa helmet, kwa sababu uwezi kuwa msomi ukawa afisa usafirishaji alafu bado tukakufundisha leo eti uvae kofia ngumu. Ifike wakati sisi tutangaze kwamba sisi maafisa usafirishaji wa Mkoa wa Mwanza mambo ya kufundishwa tena kuhusu kuvaa helmet hayo tumeshaachana nayo, tunakwenda hatua nyingine, kwa sababu yale mambo ni rahisi sana, hatutaki kuyaongelea mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, tunaongea jambo hilo hilo, linapita miaka kumi, eh, watu hatujaelewa. Ni jambo kidogo linatushangaza na linatusikitisha. Tumeelezea umuhimu wa kuendesha chombo hiko ambacho kiwe lazima kiwe na bima ambapo pia ni takwa la like kisheria. Kuna wajibu wa mmiliki ambaye pia anapaswa kata bima ili ya mkabidhi mwendesha afisa usafirishaji huyu iko chombo. Tumeweleza jinsi gani madhara yanapoweza kutokea ya chombo hiko, ambapo kimsingi ukaendesha huna bima, unajikuta kwamba wewe na mmiliki mtashtakiwa kwa pamoja. Huyu atashtakiwa kwa kuendesha hana leseni, lakini pia huyu atashtakiwa pia kwa kuruhusu kile chombo kuendeshwa na dereva asiyekuwa na sifa edha bima au leseni ya kuendeshea. Kwa majina, mimi naitwa Kudra Asmani Salumu, ndiye katibu wa chama cha tatikitiki mkoa wa Mwanza. Lakini kwa elimu kubwa ambayo RPC ameitoa na RTO kwa ajili ya kudumisha amani ya nchi yetu, sisi kama viongozi tunalo jukumu la kukusanya wanachama mara kwa mara, kuanzia leo mpaka kufikia tarehe nne kwa ajili ya kuweza kuwaelimisha. Lakini pia tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili tunataraji kuwa na mkutano mkuu ambao utahusisha viongozi wa vituo vyote ndani ya wilaya ya Nyamagana na mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kuweza kutoa ujumbe kama tamko la chama, nini tumekusudia. Lakini na mbali na hapo, mpaka sasa tunavyoendelea, tuna utaratibu ambao tunaendelea nao wa kuhakikisha kila mwendeshaji pikipiki anakuwa na kitambulisho cha umoja. Lengo ni nini? ni kuhakikisha kwamba tunatambuana ili lile kundi ambalo linakuja kujifungamanisha na sisi ambalo sio maafisa usafirishaji tuweze kuwabaini. Na baada baada ya zoezi la vitambulisho kukamilika, tunataraji kuanza kutoa elimu kwa wanaisha pikipiki. Anapokuja mtu yoyote ambaye afahamiki kwenye kituo, tuwataki watoe vitambulisho yetu za kujua wanatokana na nini au wanatokea upande gani. Na kwa wale ambao utakaona tunawatilia mashaka sisi na jeshi la polisi tuna ushirikiano mkubwa sana mara kwa mara tunatoa taarifa kwa wale ambao tunahisi tuna changamoto nao, tuna mashaka nao, ili kuja kujiridhisha. Lakini chama kiufupi, tunazidi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi.